Ni mwezi Machi tarehe 21, msanii Diamond Platnumz alizua gumzo Afrika, na hii ni baada ya kuripotiwa kuwa amelipwa kiasi cha fedha dola laki sita na kumpiku msanii kutokea nchini Nigeria, Davido, ambaye alilipwa dola laki tano kwenye ushehereshaji wa birthday ya bilionea mkubwa kwa Ghana ambaye ni kijana aitwaye Richard niye kwaye. Ilielezwa kuwa katika wasanii ambao walikuwa kwenye list ya kutumbuiza Diamond Platnumz ndiye msanii ambaye alilipwa kiasi kikubwa sana cha fedha, dola laki sita ambao kwa pesa za Kitanzania ni bilioni 1.6, huku Davido alilipwa dola laki tano kwa pesa za Kitanzania ziko ni bilioni 1.3. Ilielezwa kuwa bilioni hiyo husika sasa, kutokana na zile fujo ambazo alizofanya, yani, jeuri ya fedha. Alianza kufanyiwa uchunguzi kuhusiana na masuala ya ulipaji kodi na kadhalika. Sasa kuna hii taarifa mpya ambayo bilionea huyu amekuja kuitoa na hii ni kukanusha kuwa hakumlipa Diamond, Davido na msanii yoyote ambaye alitumbuiza kwenye kumbukizi ya kuzaliwa kwake na kuwa wasanii hao wote walitumbuiza bure. Bilionea huyu mfanyabiashara na pia mmiliki wa kampuni twayo, B credit aliyefunguka haya kupitia majano ambayo alifanyiwa na mtu aitwaye Black aitwae kuwako nchini Ghana, kupitia kipindi kitwacho Black Pod Show ambapo alisema kuwa sijamlipa msanii yote hata senti moja kutumbwiza kwenye sherehe ya makumbukizo ya kuzaliwa kwangu. Kisha kendelea kwa kusema kuwa hakuna ukweli wote wa taarifa husika ambao zimekusha kusambaa mitandaoni na reporters wa Ghana, baadhi yao waliomba kabisa waweze kuzifuta taarifa hizo. Yeye anaeleza kwamba wasanii wote ambao walipata nafasi ya kutumbuiza kwenye sherehe hiyo ni marafiki zake wa muda mrefu sana na hakukuwa na sababu zozote za kuzungumza upande wa masuala ya kibiashara ili waweze kutumbuiza kwenye siku husika. Kisha akasisitiza kwa kusema kwamba Davido na Diamond Platnumz wamekuwa na urafiki mkubwa sana na yeye kwa zaidi ya miaka mitano sasa na ndio maana kumchaji kiasi chochote cha fedha kwenye siku yake hiyo muhimu. So hiki ndicho ambacho kwa sasa kimechukua nafasi na